Sauti za uzalendo kutoka kwa askari wanafunzi wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS wakionyesha ari, nidhamu na upendo kwa taifa lao. Leo vijana hawa shupavu wanashiriki mafunzo maalumu ya kujengewa uelewa kuhusu madhara ya dawa za kulevya na namna uhalifu huo unavyohusiana na uharibifu wa rasilimali za misitu nchini tembea kilomita tisa kwenda kulinda misitu yetu, lakini bado mtakuwa na jukumu la kudhibiti au kupambana na watu ambao kwenye maeneo hayo wamepanda au wamelima bangi. Kwenu kwa kazi ngumu. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA Imeendelea na jitihada zake za kutoa elimu juu ya madhara ya dawa za kulevya kwa taasisi mbalimbali mbali za kijamii na serikali. Tarehe kumi Oktoba mwaka 2025, DCEA imetoa elimu kwa zaidi ya askari wanafunzi 360 wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania katika Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi cha TFS kilichopo Mlele mkoani Katavi. Mafunzo hayo yamelenga kuwajengia uelewa mpana kuhusu athari za dawa za kulevya na kuonesha jinsi uhalifu huo unavyohusiana moja kwa moja na uharibifu wa misitu nchini. Leo tumefika kwenye chuo hichi cha uhifadhi wa misitu pamoja na ufugaji wa nyuki, lengo ikiwa ni kutekeleza mikakati yetu uh, miwili kati ya mikakati minne. Mkakati wa kwanza wa mamlaka ni kupunguza usambazaji, eh, uh, uzalishaji E, na biashara ya dawa za kulevya. Kwenye eneo hili, wenzetu wa TFS wanahusika. Kwani sehemu ambazo zinalishwa dawa hizi, wao wanahusika kulinda misitu. Kwa tumekuja kutoa elimu kuhakikisha wenzetu wanalinda misitu isiangiliwe na majangili au na watu hawa wanaofanya kilimo cha dawa za kulevya, hususani bangi na mirungi. Na mkakati wetu wa nne wa mamlaka ni kuimarisha mahusiano kwa kuja kwetu hapa pia lengo kubwa ni kuhakikisha tunaimarisha mahusiano, kwani biashara ya dawa za kulevya ni ni uhalifu wa kupanga ambao ni swali linalovuka mipaka, hivyo sisi peke yetu kama mamlaka hatuweza kufikia malengo ya nchi. Kwa kushirikiana na wadau wengine, ikiwa ni pamoja na TFSA tutahakikisha uh, tunadhibiti uzalishaji, usambazaji na matumizi ya dawa za kulevya kupitia mafunzo haya. Askari wanafunzi wamepata maarifa muhimu kuhusu namna waharifu wa dawa za kulevya wanavyoharibu misitu kwa kukata miti na kufanya kilimo haramu cha bangi na mirungi. Nao baadhi ya wanafunzi wameeleza namna walivyopokea elimu hiyo na manufaa yake katika utekelezaji wa majukumu yao, huku wakiahidi kutumia elimu hiyo si tu katika kazi zao za kila siku bali pia katika kuelimisha jamii inayowazunguka. Mambo ambayo nimeweza kujifunza kutoka kwa elimu hii ni aina jinsi ya kutofautisha vikundi tofauti za madawa kulevya. Nilikuwa nafahamu kwamba madawa kulevya kuna kokeini, heroini, bangi, lakini sikujua kwamba ina vikundi tofauti na zina jinsi tofauti ambavyo zinasababisha athari kwa anayezitumia. Kwa mfano kuna vichangamshi kama kokine ambazo zinamsababisha mtu kufanya kazi zaidi au kwa muda mrefu na kazi kwa spidi, lakini pia viko ambavyo ni vipumbaza vinamfanya mtu aweze kuzubaa ambazo na kama hizo heroin. Lakini pia nimeweza kujua kwamba zipo hallucinogen kama bangi ambazo zina zina athari zinaathiri milango ya fahamu kwamba mtu anakuwa haoni kila anachopaswa kuona sahihi lakini pia nimeweza kujifunza jinsi ambavyo mimi kama askari wa jeshi la uhifadhi kutoka TFS, jinsi ambavyo bangi inaweza kuathiri mazao yetu pia, ambayo ni mazao ya nyuki kama asali, kwamba upandaji au wakulima wa bangi hizi unasababisha nyuki kutu kuwa chavuma kutoka kwenye bangi hizo na kutengeneza asali ambayo haifi, haikidhi, haifiki kiwa, kiwango ambacho kinachohitajika. Lakini pia wanatumia viuatilifu na kemikali ambazo zinaathiri asali inayokuja kutu, kutumika baadaye, hivyo inakuja kuturudisha nyuma sisi kwenye maendeleo yetu ya kuhifadhi kuhifadhi mazao ya misitu na nyuki na pia kwa elimu hii pia nimeweza kujua, nimeweza kujua athari mbalimbali za bangi ambazo naweza za dawa za kulevya zitakazonisaidia mimi kama askari na mimi pia kama mwanajamii kuweza kuelimisha jamii na watu wengine wote, jinsi ya kujepusha na dawa hizo, ili wasiweze kupata hizo athari kama za kiafya, kama magonjwa, vifo, au athari za kidiplomasia kama usafirishaji wa dawa hizi kutoka nchi moja kuna nyingine zinatuchafua sisi kama nchi, na pia athari za kimazingira, upandaji wa au ulimaji wa hizi dawa za kulevya zinapelekea uharibifu wa mazingira, na pia kwa jamii, biashara na utumiaji wa hizi dawa za kulevya zinaleta zinaleta ugomvi na pia na vifo na, na wadui baina ya watu wanaouza wanaouza ku ushambuliana masoko, lakini baina ya watumiaji. Na hivyo pia, uh, elimu hii tuliyopata, mada iliyowasilishwa uh, kutoka Mamlaka ya Kudhibiti uh, ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya inanipa mimi mwanga wa kutengeneza ushirikiano bora baina ya mimi askari kutoka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania na wale askari wanaoshughulika na kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa hiyo inanipa kujenga ari ya kujenga ushirikiano na umoja ili kuweza kudhibiti hali za namna hii. Maana nimeangalia na kitu cha kushangaza zaidi ni kwamba pamoja na, na, na dawa za kulevya kuleta madhara kwa vijana wa Kitanzania, kwa jamii ya Kitanzania, lakini inaleta madhara hata kwa bayoanuai ambayo sisi kama askari wa uhifadhi wa misitu na wanyamapori wanya tunahusika tunapaswa kulinda Uh, maliasili zetu, misitu yetu kwa uchu mkubwa, kama alivyoturithisha Baba wa Taifa, tunapaswa nasi kutunza kwa ajili ya vizazi vijavyo, lakini wale wanaofanya kwa ajili ya kuendeleza shughuli za, za uzalishaji wa dawa za kulevya wanaharibu ile tunu tuliyoachiwa ambayo ni manufaa kwa kizazi chetu na kizazi kijacho. Hivyo tunapaswa kulinda tunu hizi kwa uchu mkubwa sana. Kikubwa sana nilichojifunza ni katika ku... jinsi ya kilimo cha Uh, madawa haya ya kulevya mfano, madawa haya ya kulevya mfano ni bangi na mirungi. Kikubwa sana nilichojifunza ni kwamba hawa ah, watu ambao wanaenda kulima na kuenda kuanzisha kilimo cha bangi huwa wanaenda kwenye maeneo ya misitu ambayo yamejificha, na kwenda kukata miti iliyoko pale, kuchoma moto na kusababisha maeneo haya ya miti hii kukati, kutoka na kusababisha vitu vingine kama mabadiliko ya hali ya hewa, kwa sababu kama hatuna miti inamaana, kutakuwa na mabadiliko ya hali ya hewa, hatutapata maji, vyanzo vizuri vya maji, kwa sababu misitu ndio inayotunza vyanzo vya maji. Kwa hiyo kupitia bangi ambayo inavunwa, inapandwa maeneo haya, inasababisha hali mbaya sana sana, pia kwa viumbe vyetu, sana sana viumbe kama nyuki, ambao nyuki ni agent mkubwa sana wa pollination, ambaye akiondoka katika dunia hii hatutakuwa na hatutakuwa na dunia, haitaendelea kwa vizazi vingine. Kwa hiyo mimi kama askari mwanafunzi wa jeshi la uhifadhi TFS, na kama vision ya TFS inavyosema tunataka kuprotect bi resources na forest resources, nitahakikisha kwamba elimu hii niliyopata kuhusu madawa ya kulevya na jinsi wanavyofanya kilimo katika maeneo hayo, nitahakikisha kwamba natoa elimu wa jamii inayozunguka maeneo hayo kuhusu madhara ya madawa ya kulevya, ila pia nitahakikisha kwamba naongeza juhudi na usimamizi na ulinzi wa maeneo haya, ili pale ambapo nitaona kuna kilimo chochote kinaendelea cha bangi au mirungi, nitatoa taarifa hizi kwa mamlaka husika. Cha kwanza, TFS ina mchango mkubwa sana katika swala zima la kuibua sehemu mbalimbali ambapo madawa ya kulevya yanazalishwa mfano bangi katika misitu mbalimbali bangi zinazalishwa. Kwa hiyo TFS ina wajibu mkubwa sana wa kutoa hizo taarifa na pia kuhusika katika utekelezaji wa hizo dawa za kulevya ambazo zinaenda kuleta madhara katika jamii. Kitu kingine, TFS itaenda kuleta chachu katika soko la dunia katika mazao hayo ya nyuki, hasa asali ambapo nyuki wengi hupenda kufanya uchukuaji wa chakula katika maua ambayo e, yanapatikana katika misitu yetu. Kwa hiyo, bangi ikiwemo humo itasababisha lile zao letu la asali kushuka thamani. Kwa hiyo, tukidhibiti tutaenda kusaidia lile zao kupanda thamani kwa sababu wale nyuki hawawezi kufika mle katika zile bangi na kuchukua mbochi ama nekta kwa ajili ya kutengenezea asali. Sisi kama askari tumeweza kujua jinsi ambavyo haya madawa, hizi dawa za kulevya zina athari zina madhara kwa jamii, lakini pia katika utendaji kazi wetu na katika kupunguza ufanisi wa kazi yetu huko katika vituo. Kwa hiyo madhara ambayo tumejifunza ya dawa za kulevya ni katika uchumi, biashara, uhifadhi kwa ujumla, yani nyuki na misitu, kwa sababu katika misitu tunaona kabisa jinsi ambavyo hizi bangi na mirungi na aina nyingine za dawa zinavyokuwa zinapandwa katika maeneo makubwa ya hifadhi. Kwa hiyo tunaona kwamba miti na misitu inakuwa inapungua kwa sababu ya shughuli hizo ambazo zinakuwa zinafanyika na wakulima hao. Lakini pia viuatilifu zile pesticides ambazo zinakuwa zinatumika katika vilimo hivyo, jinsi ambavyo zinachochea katika kuleta madhara makubwa katika ufugaji wa nyuki, lakini pia mazao yanayotokana na nyuki kama kushusha ubora wa asali na mazao mengine kama nta, lakini pia kupunguza idadi ya makundi ya nyuki ambayo na yanakuwa yanazalishwa huko katika misitu kwa sababu ya hizo dawa ambazo zinakuwa zinatumika. Elimu hii ni sehemu ya mpango endelevu wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya katika kuhamasisha taasisi mbalimbali kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya matumizi na biashara ya dawa za kulevya nchini. Na nitoe rai kwa watanzania wenzangu kushirikiana na mamlaka hizi. Mamlaka hizi ni rafiki. Wakala wa huduma za misitu ni rafiki wa mwananchi, wakala wa mamlaka ya udhibiti ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ni rafiki pia kwa mwananchi. Shirikiana nao kuhakikisha tunatokomeza na kushindana na swala hili la dawa za kulevya, lakini wakati tukishindana na, da, na, na dawa za kulevya tuhakikishe pia misitu yetu tunahifadhi kwa ajili ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Asante. Ningependa kutoa um, kama niseme ombi kwamba mamlaka hizi mbili, TFS, na mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya kuwe na mashirikiano ambayo yatasaidia sana kutoa taarifa kwamba pale endapo TFS askari ameenda akakuta kuna kilimo kinachoendelea, iwe ni rahisi kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Ninatoa rai kwa vijana wote ambao wapo katika mafunzo haya ya kijeshi Mlele, kuto kujihusisha na matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia katika suala zima la usafirishaji na kuficha siri za mitandao ya madawa ya kulevya katika nchi yetu. Kwa maana nyingine, wawe waibuzi wa taarifa zote ambazo zinahusisha matumizi ya dawa za kulevya, usafirishaji pamoja na cheni nzima ambazo zinaweza zikaleta madhara katika jamii zetu. Kwa hiyo tunashukuru sana, kupitia elimu hii sisi kama taasisi na askari mmoja mmoja ambayo amepata elimu hii atasaidia sana kutoa elimu wa wanajamii au wanafamilia au wote ambao wanatuzunguka, na Watanzania katika kudhibiti na kuzuia matumizi ya dawa za kulevya na kuelezea madhara ambayo yanatokana na dawa za kulevya katika kuyumbisha uchumi wa Tanzania na dunia kwa ujumla. DCEA inahakikisha juhudi kama hizi zinaendelea kufanyika katika vyuo vingine vya kijeshi, taasisi za uhifadhi na mashirika ya umma kwa lengo la kujenga jamii inayotambua wajibu wake katika kulinda rasilimali za taifa na kupambana na dawa za kulevya. Kutoka katika Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi cha TFS Mlele, mkoani Katavi, mimi ni Liliani Mato wa DCEA TV.